Gorofa ishaangushwa na narudi hapa kutoa rambirambi rambi zangu za pole kwa mwenye kujenga gorofa ile. Naona watu wapiga makofi, watu wamefurahi, mjengo umeangushwa salama salimini. Wakati tunapofurahi mjengo kuangushwa, nataka kuambia kuna aliangushiwa ule mjengo wake, pesa yake, mali yake pengine ni deni uwadaiwa, uwakaa na familia yake waangalia mali yao ilivyokuwa destroyed pale pale kwenye ule mjonge. Sababu kubwa ya ule mjengo hata ulete crack, yasemekana pana kisima kilichimbwa. So mbona county government iidhinishe mjengo na mahali pale pale, pale paende pachimbwe kisima ama kama kweli pale pale palikuwa na kisima, mbona county government idhinishe mjengo ujengwe mahali pana kisima kama kile? Wapwani wenzangu, hamuoni mwenzetu ameingia hasara isiyohisabika? Na hii yote ni, ku, ni kusababishwa na uongozi mbaya, ufisadi, kutojali, madharau, kiburi, vyote vikashikana ndio mambo kama yale yakatokezea. Basi kisha mimi sitachoka kuambia watu wa Mombasa, mumeambua muhame karibu na hapo palipolipuliwa mjengo ukaangushwa, lakini nawambia, mbali na kuondoka maeneo yaliyokuwa yamehatarishwa, nawambia itawabidi pia sasa mutoke mutafute mashamba Mombasa mwigure, kwa sababu mijengo inajengwa na hicho kisiwa hakiwezi tena kuhimili mijengo, maana kuna hatari ya kuzama. Kwa hivyo, siku mtakapozama, sisi tuko na picha, tutachukulia mbali, tuweke tiktok na Facebook. Lakini nawaambia tuwa Mombasa, muko hatarini, kama gavana hatatia akili na kusikia mambo aliyoambiwa na wahusika wa idara ya masuala ya mazingira ya kwamba kisiwa cha Mombasa kiko hatarini. Waangalie mijengo inavyojengwa isiwe mirefu, na bado yajengwa, kuna floor kumi na tano, kumi na tatu. Wasomali wanajenga wakijenga, maana hawana hasara wao, wao ni biashara wanataka, pengine hata hawaishi Mombasa. Wengine wengine wako ma Nairobi, wengine wako hata kwao, lakini sisi vizalia vya pale, nawaambia tuko hatarini. Kwa hivyo nyinyi mlio Mombasa Ongeeni na gavana wenu Mombasa Mwaisoza, nami siogopi kuchukiwa. Kakangu Abdul Swamad, mimi nitakwambia maanake nakupenda, kwambia akupenda Abdul Swamad, Mombasa ya zama, hilo bomu lenye lililopigwa pia la tosha kusababisha huo mzamwa hiyo kisiwa. Hilo bomu peke yake la tosha. Hamujui kwanza, hilo bomu laleta madhara mangapi kwa nyumba zilio karibu na hapo mahali kulipolipuliwa kwa hivyo mimi nawaambia watu wangu, ndugu zangu, jamaa zangu, hebu tuweni makini. Hii dunia twaenda elekea kubaya, viongozi hawataki kusikiza wananchi wao, ni wajua jua kila kitu. Hata ukimwambia saa hii saa kumi na mbili unusu giza laingia, kwambia ni asubuhi jua latoka. Kwa hivyo mimi nawambia asiyesikia la, la mkuu, siku <clears throat> hizi vunjika jino hata si mguu tena. Uh, mimi ni kama observer kuangalia hali ya hili jambo lilivyokwenda hili janga la leo. Uh, nimefuata sauti ya bwana governor kwa kututoke nje. Nimetoka la pili, namlaumu huyo chief engineer wako. Huyo chief engineer yeye angeikava kama kofia ile nyumba angechukua akaizingira yote akaikava kama kofia, kisha akarepua mabomu yake, sio kutoa watu nje wote. Huyo injinia hajui kazi yake. Mimi am from abroad, nimeona majumba mengi yakivunjwa, yakivishwa kofia na yakibomolewa, so as am observer. Kisha maaskari leo wametoka na marungu na magani, hawa wote they are taxpayers. Tatu, serikali imeluse taxation ya watu kulipa. Leo sina la zaidi, lakini injinia wako wamefeli.